Naam, ndugu msikilizaji na, na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zedi Rutema, nakukaribisha tena tuweze kuangalia maajabu ya shikome. Kwanza kabisa tujue shikome, shikome ni nini? Shikome ni yule moto unaookwa jioni na watu wa kisukuma au kabila la Wasukuma, na wanaokusanyikia wazee, watoto pamoja na vijana na wakati moto huu ukiwa unawaka, zoezi linaloendelea pale ni kukaa kuzungumza, kubadilishana mawazo na kupeana maelekezo ya kesho nini kijiri, pamoja na kusubiri chakula cha usiku. Lakini vile vile shikome hiki ni jadi na ni utamaduni wao Wasukuma. Kila msukuma alipo lazima awashe kikome. Kikome hiki kinaashiria nini? Kwanza kabisa ni utambulisho kwamba pale panapowaka moto ule pana watu. Moto huwa hauwaki ovyo ovyo, wakisukuma lazima panapowaka huo moto pawe na watu, ndio kitambulisho au utambulisho wa kuwatambulisha watu wengine. Hata kama mtu atakuwa anapita katika misitu, akiona moto anajua pale pana watu. Ajabu nyingine ya kikome huwa ni ulinzi, ulinzi unaolinda maeneo yanayowazunguka hao watu au huo mji, pamoja na kulinda mbuzi pamoja na kulinda kondoo zao, wasiweze kukamatwa na fisi au simba, kwani yaaminika moto, simba huwa anauogopa, hata fisi pia anaogopa moto. Lakini vile vile moto huu huwa ni nuru, kwani mfumo wa, wa koroboi taa au tochi au umeme sasa hivi ulikuwa ambao umeme ambao sasa hivi upo ulikuwa haupo zamani. Kwa hiyo walitumia ule moto kama nuru, ili kumulika mazingira, kuona nini kinaingia, nini kinaonekana. Asanteni sana.